Habari za saizi na tumaini wote ni wazima, na leo nataka tuone projekta ndani jinsi ilivyo, lakini pia tuangalie namna ya kurekebisha na projekta nii hapa. Hii projekta ina shida ya picha, kama ukiona hapo, umeona upande mwingine ina picha nyekundu, afu upande mwingine inaonyesha vizuri, upande wa kulia unaonyesha vizuri, afu upande mwingine ina picha nyekundu, kwa hiyo ndo shida yake. Kwa hiyo tutaka tufungue, twende tuangalie hii shida iko wapi na namna na gani tunaweza tukenda kufanya je fix. Video hii ni ndefu, lakini kuna namna nimeona nikate vipande vipande vifupi, kwa sababu ya mtu aliyeshuti kushuti vizuri. Kwa hiyo hapo chini kwenye description nitakuwa naweka linki ya video inayofuata.